Takwimu zinaonyesha vijana wa mkoa wa Tanga uh, wanapitia changamoto nyingi sana zinazohusiana na haya mambo matatu, na AfyaCheck tulifanya utafiti kwa vijana wa Tanga mjini waliokuwa shuleni na waliokuwa nje ya shule na kufahama hasa katika maeneo haya ni changamoto gani hasa ambazo zinawakuta na kwa nini zinawakuta, na baada ya hapo kwa pamoja tukatengeneza sasa utaratibu wa kuweza kuwasaidia na ndio tukaja na mradi huu ambao unaitwa kijana Togora tunakusikiliza. Togora ni neno la kidigo, uh, likiwa linamaanisha zungumza. Kwa hiyo kikubwa tunachokuja kukifanya hapa ni kuzungumza na vijana na kuwasikiliza na kuwatafutia fumbuzi ambazo zitatokana na wao wenyewe. Halmashauri ya jiji tumepokea miradi mingi pamoja na mradi huu unaozinduliwa leo. Ni pongezi kubwa sana kwa huu mradi. Nadhani kupitia mradi huu vijana tutaendelea kubadilika mpaka mwisho wa siku tutakuwa vijana wenye manufaa kwa taifa letu.